Iran imekuwa ikipingana na mataifa makubwa kwa miaka kadhaa kuhusu mpango wake wa nyuklia. Je, kwa nini Umoja wa Mataifa na nchi kama Marekani na Israel wanamfanya Iran kuwa na shida kuwa na silaha za nyuklia? Leo tutachunguza sababu za kisiasa, za kijeshi na za kiuchumi nyuma ya mgogoro huu. Kwanza tuangalie historia fupi ya mgogoro huu. Makubaliano ya mwaka elfu mbili na kumi na tano, au JCPOA yalifanya Iran kubali kudhibiti utafiti wa nyuklia kwa kubadilishana na msaada wa kiuchumi, lakini Marekani iliondoka kwenye makubaliano hayo mwaka elfu mbili na kumi na nane na na chini ya Trump, Marekani na Israel wanashuku kuwa Iran ina mpango wa siri wa kutengeneza bomu la nyuklia, huku Iran ikisitiza kuwa mpango wake ni wa amani tu. Iran ina adui nyingi kama Israel na Saudi Arabia na silaha za nyuklia zingeifanya kuwa na nguvu zaidi. Sasa tuangalie matatizo ya kisasa. Iran imekuwa na mikakati ya kupanua ushawishi wake kwa kusaidia makundi kama Hezbollah na Houthis na mataifa makubwa yanaogopa kuwa silaha za nyuklia zitaongeza nguvu zake. Hatari kwa ulinzi wa Israel ni kubwa. Kwani Israel ambayo inaaminika kuwa na silaha za nyuklia haitaki adui yake kuwa na hiyo nguvu. Pia, uwezo wa kuharibu mazingira ni mkubwa sana. Kama Iran ingeunda bomu, inaweza kusababisha vita vya nyuklia kwenye eneo lenye mafuta mengi. Lakini je, Iran ana haki? Iran inasema ina haki ya kukuza teknolojia yake ya nyuklia kwa matumizi ya amani. Kuna ubaguzi wa kimataifa, kwani nchi nyingine kama Pakistan na India zina silaha za nyuklia. Kwa nini Iran isiwe na haki hiyo pia? Madhara ya mikataba ni makubwa. Iran ilikubali kudhibiti mpango wake wa nyuklia, lakini Marekani ilivunja mkataba wa mwaka 2015. matokeo ya sasa ni haya: Marekani na Israel wamevamia vituo vya nyuklia vya Iran. Hivi karibuni, Marekani ilishambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, ikisema imevunja uwezo wake wa kutengeneza silaha. Iran imeahidi kujibu. Inaweza kufunga mlango wa mafuta wa Hormuz, kushambulia vituo vya Marekani au hata kujaribu kutengeneza silaha kwa haraka. Iran ina haki ya kutumia teknolojia ya nyuklia, lakini mataifa makubwa wanayogopa kwa sababu ya mienendo yake ya kisiasa na kijeshi. Je, hii ni ubaguzi au ni ulinzi halali wa amani ya dunia? Tafakari na tupigie maoni chini. Like kama umepata majibu, comment unafikiria Iran inapaswa kuwa na silaha za nyuklia, na subscribe kwa video zaidi kuhusu mambo ya kisiasa.